Aleluya, aleluya, jina la Bwana libarikiwe. Ninakusalimu mpendwa katika jina la Yesu, ninakusalimu kwa pendo la Mungu Baba ambaye anatupea tena wakati kama na huu, nafasi kama na hii ya kwenda kuzungumza maneno mawili matatu kwa ajili ya utukufu wake Mungu. Ninakuomba ah, tu tuweze kuzungumza angalau kwa dakika kadhaa maneno ya Mungu ya kutiana moyo, maneno ya Mungu ya kufaridiana, maneno ya Mungu ya kutufanya tuweze kuwa imara katika mapenzi yake na kazi yake. Nina shauku mbele zako siku ya leo tuweze kuzungumza angalau katika kitabu cha Waamuzi ile sura ya sita Waamuzi sura ya sita mstari ule wa kumi na moja mpaka kumi na tano. Naomba tusome hapo. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gidehoni alikuwa akikipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, e shujaa. Gideoni akamwambia, e Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliyotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa naye ametutia katika mikono ya Midiani. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu, ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi niliyekutuma? Ndugu mpendwa, haya ni maneno ya Mungu ambayo nimependelea siku ya leo tuweze kuyachangia. Kuna baadhi ya mambo ambayo tumeyasoma hapa kwenye mistari hii, lakini nina neno moja tu ambalo nilichukue tulizungumzie siku ya leo, ambapo ukiangalia kwenye mstari wa kumi na tatu ambapo tumesoma Gideon anamlaumu Mungu baada ya kuitwa shujaa. Gideon anasema kama kweli wewe Bwana uko pamoja nasi kwa nini tunateswa namna hii? Hilo ni jambo ambalo naomba tuzungumze siku ya leo, maana wakati mwingine mtu anaweza akafikiri kwa sababu anapitia magumu, kwa sababu anapitia shida, anafikiri kwamba Mungu hayupo pamoja naye. Na wengi wanaenda mbali zaidi, baada ya kukumbwa na shida nyingi, wanakataa kabisa hata uwepo wa Mungu. Wengi wanakataa wanasema hakuna Mungu, kwa sababu Mungu wa zamani, watu walikuwa wakiomba, wanaita kwa jina lake na anaitika, wanaomba kwa shida walizo nazo na wanapata majibu. Lakini nataka nikutie moyo kwamba Bwana yu pamoja nawe, e shujaa. Unaweza ukatazama udhaifu ulio nao wakati mwingine katika mazingira unayoyapitia unajua kabisa fika kwamba hauwezi chochote kwa nguvu zako na kwa jitihada zako, lakini Mungu anapokutazama anakuona shujaa. Mungu anapokutazama anakuona jemedari mkubwa wa mapambano makuu. Ndivyo ilivyokuwa kwa Gideoni, mahali ambapo tumesoma neno la Mungu kwamba Bwana yu pamoja nawe, e eh shujaa lakini mimi, ambacho kilinishangaza sana, Gideoni yeye baada ya kuitwa shujaa yeye hakufurahia ushujaa, alianza kuhuzunikia mateso. Bwana tusaidie sana. Alianza kuhuzunikia mateso, na ndani ya huzuni ya Gideoni, huzuni yake haikuishia kuwa huzuni moyoni mwake. Bali iliama kuwa uzuni ya kumlaumu Mungu ili, ili, ilianza ndani yake, lakini Gideoni akahama sasa, huzuni yake inafika hatua ya kumlaumu Mungu, anasema sasa, Mungu wewe unasema upa pamoja nami sawa, nimesikia hilo neno, lakini mbona tunateseka namna hii? Mbona tunateseka namna hii? Kuna watu ambao Anapopata matatizo anadhani kwamba Mungu amemwacha. Anapopata shida anadhani kwamba Mungu amemwacha. Unapokutana na changamoto za maisha, iwe ni kwenye ndoa yako, iwe ni kwenye familia yako, kwa vyovyote vile, hata kwa marafiki, hata kwenye uchumba, kwa namna yoyote ile, iwe ni kwenye uchumi wako, kila hali inayotokea maadamu tu unasimama na Mungu, ndugu yangu, Mungu anakuona shujaa. Mungu anakuona shujaa, lakini jambo ambalo limenishangaza katika mistari hii tuliyoisoma ni kwamba Mungu anapomwambia Gideoni, wewe ni shujaa, Gideoni anatoa lawama. Ndani ya lawama ya Gideoni Biblia inasema kwamba Bwana akamwambia Gideoni kwamba enenda kwa uwezo wako huu. Hii ndiyo pointi kubwa ambayo nataka tuweze kuzingatia, kwamba Gideoni anamwambia Mungu, wewe unasema u pamoja nasi, u pamoja nami, sawa, nimekubali uko pamoja nami, lakini wewe unayesema hu pamoja nami, ninazijua habari zako. Uh, Gideoni ni miongoni mwa watu ambao katikati ya wale wana wa Israeli waliozaliwa baada ya kutoka Misri, yaani walimaliza safari zao zote, mizunguko yao yote, akina Gideoni walikuja kuzaliwa. Sasa baadaye Israeli wanakaribia kwenda kurisi sasa matendo makuu ya Mungu ambayo ameyatenda huko Misri, hawa akina Gideoni ni watu ambao waliadisiwa, ni watu ambao waliambiwa kwamba Mungu wetu, yaani baba zao. Sasa kwa sababu lilikuwa ni agizo la kimungu kwamba kila mtu awe anawafundisha watoto wake yale ambayo Mungu amewatendea. Kwa hiyo akina Gideoni walikuwa wanaambiwa kwamba Mungu tuliye naye mungu tunayemtumikia Mungu tunayemwabudu huyo Mungu alimpiga Farao kwa mapigo kumi. Wanajua hivyo. Huyo Mungu aliweza kugawanya bahari ya Shamu. Wanajua hilo. Huyu Mungu tunayemtumikia ni Mungu ambaye alitupa ushindi katika kila vita tulivyopambana navyo, na maadui walielewa hivyo. Sasa Gideoni anajua Mungu aliye naye ana uwezo wa kuwapigania vita vya kila namna na wakashinda. Lakini sasa kinachomtia mashaka na huyu Mungu ni kitu kimoja tu. Mbona sasa Midiani wanatutesa? Bwana tusaidie sana. Mbona sasa Midiani wanatutesa? Lakini Gideoni akaichukua lawama hiyo akampelekea Mungu kwamba haiwezekani useme huko pamoja nasi na wakati tunateswa. Kwa sasa alichokifanya Mungu ni kwamba uwezo ambao Gideoni alikuwa ameubeba ni ule uwezo wa kutambua ni aina gani ya Mungu ambaye anazungumza naye. Ni jambo la msingi sana, ni jambo la kuzingatia sana. Maadamu umetambua uwezo wa Mungu, maadamu unatambua kwamba Mungu unayedili naye ni Mungu wa aina gani, hapo ndipo kuna shida. Yaani ukiwa ukiwa na picha halisi ya Mungu ambaye unadili naye uwezi ukababaika, kwa sababu ukiwa unatambua kwamba Mungu uliye naye ana uwezo kiasi gani, Mungu wa mbingu zote anauona, ni ushujaa kwa sababu hakuna jambo utakabiliana nalo na ukaona ni ngumu ambalo hauwezi kulifanya kwa sababu unambeba Mungu aliye juu ya hilo. Kwa hiyo ndio maana katika mstari wa kumi na tatu kwenye ile sura ya sita unaona Mungu anamwambia, mstari wa kumi na nne sasa anamwambia Gideon kwamba enenda kwa uwezo wako huu. Tukifanya utambuzi wa kina, tukitathmini kwa kina hatuwezi kuelewa maneno haya yanayozungumzwa kwa sababu Gideoni anatoka kumlaumu Mungu, lakini ndani ya lawama ya Gideoni anaonesha namna gani waliambiwa habari sahihi za Mungu anayedili naye. Anaonesha kwamba Mungu tuliye naye ni mkuu, kwa sababu baba zetu walituhadisia ukuu wake. Mungu tuliye naye ana uwezo kwa sababu tuliambiwa hata kama hatujaona. Na ndugu yangu, kitu chochote kile ambacho ukipewa taarifa sahihi ya kile kitu, hakika una uwezo wa kukiona vile vile. Kama ni jambo ambalo lilifanyika, hata lilifanyika ulikuwa haupo, lakini ukielezwa lilivyotokea jambo hilo, unaweza ukaliona kabisa kwa halisi Sijui kama ninaeleweka nikizungumza hivi, yaani limefanyika ukiwa haupo, lakini unapewa maelezo sahihi ambayo hayakuungwa chumvi, kwa sababu watu wengine wa kutoa maelezo wao wanaunga chumvi, wanasema kwamba atuongeze hata na kachumbali kidogo, ili uh, tunogeshe nogeshe kidogo. Lakini kama unapewa taarifa sahihi ya kilichotendeka, hata usipokuwepo, una uwezo wa kuunda picha halisi ya lile jambo. Kwa hiyo una uwezo wa kutengeneza hata video kwa namna ya ndani tu na unaona, yani lile jambo unaliona nini. Nataka kumaanisha hapa ni kwamba Gideoni hakuwepo wakati Mungu alitenda na mababa zao, lakini kwa sababu alipewa taarifa sahihi alitengeneza ukuu wa yule Mungu aliye naye na ndi kitu ambacho ni cha msingi sasa kwetu mimi na wewe leo. Ili tuweze kujiona mashujaa katika kila hatua tunayokabiliana nayo, ni lazima kwanza tuwe na taarifa sahihi ya Mungu ambaye tunadili naye, Mungu ambaye tunamtumikia, Mungu ambaye ametuokoa. Ni lazima tuwe na taarifa sahihi, na ndani ya hiyo taarifa sahihi ndipo kuna kupea wewe kusimama kama shujaa, licha ya kuwa ukijiangalia vizuri unajiona ni dhaifu. Ukiendelea kusoma hapo tuliposoma Gideon ni, anajieleza kwenye udhaifu wake, anajieleza kwenye mapungufu yake, kwamba kutaka kuhalalisha kwamba hakuna anachoweza kukifanya, lakini Bwana anasema si mimi ninaye kutuma. Hilo ndilo jambo la kuzingatia, pamoja na ukubwa. Unajua, tupo Marekani leo, nimeshuhudia watu wengi sana ambao walikuwa wahubiri wazuri wa injili tukiwa pale Afrika, lakini anakwambia ah, unajua bwana, mazingira ya hapa Marekani eh, unajua bwana ah, ah, sio kama kule kwetu. Kweli mazingira ya hapa Marekani sio kama kule kwetu, lakini enenda kwa ushujaa wako huu. Ushujaa gani wa kumtambua Mungu unayemtumikia ni wa aina gani? Unaona, wakati mwingine tunamlinganisha, tuna Mungu tunayemtumikia na mazingira tunayokabiliana nayo. Koo, tukimweka Mungu kwenye levo ya mazingira ya Marekani tunamshusha viwango, kumaanisha kwamba Mungu hawezi akafanya kwa viwango kwa sababu tupo Marekani. Huu ni udhaifu ambao unakula watu wengi sana. Unakuta mtu anashindwa na ibada tu kwa sababu alifanya kazi overtime kila siku ya wiki. Inapofika Jumamosi, anakuambia kwamba Jumapili sasa ni siku ya kulala, Jumamosi sasa ni siku ya kupumzika, kwa hiyo sitaenda popote, nitashinda nyumbani. Ani mazingira ya shetani kutaka kukudhoofisha, kwa sababu Mungu unayedili naye ni mkubwa zaidi na unapoendelea kujihusisha katika ratiba zote, unaendelea kuamsha ile nguvu, ile nguvu ya Mungu naye dili naye. Kwa maana hiyo ni kwamba unaweza ukayafanya makuu. Kwa hiyo silaha ambayo anatumia shetani, silaha kubwa anayoitumia watu wengine, uwezi hata ukafanya udhenzi. Maana wengi wanafikiri kwamba kwenda tu kwenye udhindi na nini na wizi na nini basi. Maana nimewahi kumsikia mtu mmoja anasema, mtu anakuambia kabisa kwamba mimi e, simtukani mtu wala siibi vya watu e, wala sijafanya chochote kibaya, nakaa tu zangu nyumbani, hata nisipoenda kanisani haina shida. Hapana, huo mtazamo ni mtazamo wa kukuondoa kwa Mungu kwa sababu uwezi ukajijenga rohoni mwenyewe, Mungu ndiye aliyekusudia. Ni lazima tuwe watu wenye kujengana sisi kwa sisi. Ni lazima tuwe watu ambao tunaweza kupokea kutoka kwa huyu na kutoka Mungu. Mwenyewe ndiye alitengeneza hivyo, kwamba anagawa kwa kila mtu ili tuweze kufaidiana, anagawa kwa kila mtu ili tuweze kuwa msaada. Kwa hiyo usifikiri kwamba imetosha tu kukaa nyumbani na kutulia. Ni kweli haumtukani mtu, ni kweli hauibi vya mtu, ni kweli kabisa haujawahi kufanya jambo, yale ambayo unawaza ni mabaya yote hujawahi kufanya, lakini maadamu unaikosa ibada unamkosa Mungu, maadamu unaikosa ibada unamkataa Mungu, kwa sababu ni agizo la kimungu wala sio la kibinadamu. Mtu mmoja niliwahi kumuuliza kwamba kama kukusanyika na wengine aina umuhimu, kwa nini Mungu mwenyewe halitaka kujengewa hekalu mahali pa kukusanyikia? Ni agizo la kimungu mwenyewe kujenga hekalu mahali pa watu wakusanyike. Sasa yeye Mungu ameagiza lijengwe hekalu mahali pa watu wakusanyike kwa ajili ya utukufu wake, wewe unasema kwamba hautaenda kule kwa sababu uko sawa. Na maisha yako yako sawa. Hiyo ni mitazamo ya kishetani. Lakini sio pointi yangu hiyo. Pointi yangu kubwa ni kwamba tambua Mungu unayekabiliana naye. Na, na, na, na, ndani ya kutambua Mungu unayetumika unaye naye ndimo kuna ushujaa ulionao. Ndimo kuna ushujaa ulionao. Ndiyo, una umri mdogo, uwezi. Lakini tukiangalia katika Biblia, kuna mpaka mtu aliongoza taifa ndani ya miaka minane ya kuzaliwa. Kuongoza taifa ndani ya miaka minane ya kuzaliwa ni kitu ambacho hatuwezi kueleza sisi wanadamu kwa maneno. Mtu mmoja aliwahi kuniambia, ningekuwepo mimi mimi ninge, ninge ningehakikisha huo uongozi ulikuweje, kwa sababu Biblia haikufungua vizuri, ilionyesha tu kwamba aliongoza, lakini Biblia inamshuhudia kwamba aliongoza vema zaidi hata baba zake, Yosia akiwa na miaka minane. Kwa hiyo Mungu tuliye naye ana nguvu na hakuna sisi tunachoweza kukifanya ambacho kina ubora na kina nguvu na kina mamlaka tunapokuwa nje ya huyo Mungu. Tu mashujaa katika yeye, tu washindi katika yeye, tunafanya makubwa katika yeye. Bwana, tusaidie sana. katika mazingira yoyote yale tupo Marekani, ni lazima tujivike ushujaa katika mazingira haya haya Marekani lazima tujivike ushujaa kwamba pamoja na kwamba mazingira ni magumu, pamoja na kwamba uhuru ni mdogo, pamoja na kwamba muda ni mchache, lakini ndani ya muda kuwa mchache, lazima upate nafasi pia kwa ajili ya Mungu, lazima upate nafasi pia kwa ajili ya utumishi, lazima upate nafasi pia ya kutekeleza agizo la kimungu kwenye maisha yako. Kwa mazingira isiwe sababu, kupitia ziki isiwe sababu, kupitia eh, magumu isiwe sababu, lazima tuweze kusimama. Ukiendelea kusoma hapa ambapo tumesoma utaona Gideoni, baada ya kuanza kazi sasa, alianza kubomoa madhabahu, kwa sababu baba yake alikuwa kuhani wa miungu Ko alianza kubomoa madhabahu, na ndivyo vitu ambavyo vinatesa watu, wanashindwa wakati mwingine. Tunamuona tuna Mungu kama vile hawezi. Umejitoa kwa Mungu, unasema sasa nitafanya, lakini bado kuna madhabahu ya bahari kwenye maisha yako, madhabahu ya bahari au madhabahu ya miungu Sio lazima uwe umejenga kitu, lakini the way mfumo wa maisha ulionao umejenga madhabahu kwenye maisha yako, kwa hiyo lazima ubomoe. Ndio maana tunaona kama vile mbona nimeokoka, lakini mbona ninateswa? Huyu Mungu hawezi, huyu huyu Mungu, wengine mpaka wanaachana tena na Mungu, unarudi tena kutegemea waganga wa kienyeji wa dunia, nini? Kwa sababu ujabomoa madhabau ya bahari kwenye maisha yako. Yale maisha ambayo ulikuwa unayaishi dhamani, ndiyo hayo hayo ambayo unayaishi. Tunashangaa sana kuona ushuhuda wa watu wengi sana. Yupo kanisani lakini anakamgaga kake pembeni. Hiyo ndiyo hali ambayo inaendelea katika makusanyiko tunamweka Mungu kwenye levo ya chini sana, kwa sababu sisi wenyewe bado hatujataka mabadiliko. Hata Yesu mwenyewe alipomponya kila aliyemponya, kuna ambao hakuwaombea, aliwaambia simama na usitende dhambi tena, nenda. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba wewe unapokutana na Mungu hutakiwi tena kurudi maisha ya dhambi, ndiyo yanakupatia nini? Uhakika wa kukaa salama ndani ya ushindi wa kimungu. Mungu ni mshindi zaidi ya kushinda, lakini utamwona Mungu sio kitu kama haujaamua mabadiliko. Kuna watu wanaona kabisa, Mungu aniponyi, Mungu aniponyi, ninapona ninarudia magonjwa ni kwa sababu haujakubali kuachilia maisha yako ya thamani. Yesu kanuni yake ya uponyaji ni usitende dhambi tena, ukiponywa usitende dhambi tena, ili asije akakupata zaidi ya yale ambayo ulikuwa nayo. Kwa hiyo uh, neno la jioni ya leo ni neno la kuhimizana katika Mungu, ni neno la kuhimizana na kutiana moyo. Nimezungumzia engo zote. Kuna watumishi, kuna waliookoka wasio watumishi, kuna mtu ambaye yuko mahali hataki ibada na kuambia kwamba yuko sawa na maisha. Kuna mtu ambaye alikuwa mwabudu mzuri sana lakini hawezi tena, akatoka nyumbani kwa ajili ya maisha ya Marekani, kazi zimebana. Ndugu yangu, mazingira haya ni sawasawa na kipimo cha imani ambacho tumewekewa mazingira haya ya Marekani ni sawasawa na kipimo cha imani ambacho tumewekewa, kwamba tuangalie ni namna gani utaendelea kusimama pamoja na kuwepo hapa Marekani. Ni namna gani utaendelea kutenda kazi kwa nafasi yako pamoja na kuwepo mazingira haya ya Marekani. Bwana kusaidie sana uweze kutekeleza yale ambayo tunazungumza kwa sababu tunapozungumza, tunazungumza kwa sababu Mungu ameona madhaifu mahali fulani, na likiwa linakugusa maisha, jambo la msingi ni kufanya hatua ya mabariki mabadiliko. Mungu akubariki sana, tuko pamoja na tutaendelea kuwa pamoja katika kuzungumza maneno ya Mungu kadha wa kadha, asante.